Tarehe 25 Aprili mwaka wa 2025, maadhimisho ya siku ya malaria duniani katika uwanja wa michezo wa Juma Chando Chonyi yalianza kwa mechi ya kandanda ya vijana wa sehemu hii ya kaunti ya Kilifi. Wizara ya Afya ya kaunti hii inaadhimisha siku hii ya hamasisho kwa namna ya kipekee. <coughs> Kwa mjibu wa mkurugenzi wa afya katika kaunti hii, wanaolengwa ni vijana wasimalizwe na malaria, kwani ndio viongozi wa kesho. Tume, tume target vijana kupitia, statistics zinaonyesha uh, vijana ndio wana, wana, wana, wana patikana sana na ugonjwa huu, na vilevile pia kumekuwa na changamoto kuwa kutomaliza kuto dawa kutafuta kuto, kuto, matibabu ili ya kujiponya. Tumepunguza maambukizi hii, awali alikuwa asilimia nane sasa tuko tano. vilevile vile, uh, tuna tumekuja kubushana dhidi uh, ya ugonjwa huu baada ya mpira, watu wote wakakusanyika katika ukumbi wa Juma Chando kwa maadhimisho rasmi. Vijana wa huku wana msemo wao kwamba uchonyi ugali, yaani uchonyi ni gharama, lakini kwa mjibu wa mzee huyu uchonyi hauna gharama yoyote ha, mtumia vinangwa. Uchonyi ugali ka ugali ha, bule. Uchonyi ha, ka ugali na, sisi ndani ya neti, na mbu nje ya neti. Eh. Maafisa wa Wizara ya Afya na madaktari na wadau wote wakatoa takwimu kwa njia ya kidijitali kuhusu ugonjwa huu hatari. Miongoni mwa wadau hao wanaoshirikiana na Wizara ya Afya ni shirika la Kemri linaloshughulikia utafiti wa dawa na shirika la World Friends. Wanafunzi wa chuo kikuu cha Pwani na vyuo vya mafunzo ya matibabu KMTC na North Coast Nursing College Kikambala. Maadhimisho ya Miss Malaria pia yaliandaliwa huku washindi wakielezea mengi kuhusu malaria. Washindi wa mechi ya kabumbu pia walituzwa. Kulikuwa na burudani sihaba, huku sanaa ikitumika kwa ajili ya kutoa hamasisho. Lengo lilikuwa ni kuendeleza juhudi za kudhibiti kabisa ugonjwa huu hatari. Wito ni sisi ndani mbu nje, huku wahadhiri wakikokoteza utumiaji wa vyandarua ambavyo wizara hiyo na wadau wengine imekuwa ikitoa kwa wananchi. Eneo hili lilichaguliwa kwa maadhimisho haya, kwani ni moja ya maeneo yaliyo na viwango vya juu vya maambukizo katika kaunti hii ya Kilifi. Shujaa wa kaunti hii ambaye mwaka uliopita alipata tuzo la rais kutokana na huduma zake kwa jamii alijuza hadhira kuhusu uhusiano kati ya malaria na selimundu. Malaria ikishika mtu ambaye ana selimundu, then huyo mtu yuko kwenye hatari kubwa sana. Inatakana apelekwe hospitali mara moja. Lazima mwanzo aweke maji haraka haraka sana, tena treatment ianzishwe mara moja ya malaria. Ndio adui mkubwa sana wa sikuzei. Rais Ruto, William Samoe Ruto, ndiye aliyedugisha mitaji. Kwa hivyo mimi nimeingia katika kitabu cha Heroes wa Kenya kwa sababu ya hizo kazi ambazo nimezifanya, sio kwa sababu ya sikuzei, lakini ni kwa sababu ya zile kazi ingine namtenda kule. Pia ninazungumza mambo ya sikuzei. Nilipata fursa ya kupanda jukwani nikiwa balozi wa kaunti hii katika juhudi hizi za kukomesha malaria. Huu ni ugonjwa wa historia kwa sababu wale wazungu walipokuja hapa walikufa kutokana na ugonjwa huu. Nakumbuka huo uh, tunakumbuka Dr. Livingstone Redman hapa katika eneo hili, familia yake yote ni libalizika, na pia mke wa Dr. Kraft kishakaaalana katika jana huo. Mimi ni Donald Kalu nikiripotia Coco